Nitakwambia ni jambo, sisi ni jeshi <laughs> na tunahitaji kwanza kuwa na matendo kama ya jeshi. Kuna mambo mengi ambayo yanahitaji kukamilishwa katika miaka michache ijayo, na dunia yetu imevurugika na hatuna muda tena wa kucheza na kubembelezwa na kuwa kama watoto wachanga. Hatuna wakati wa kuingia kwenye hali ya kujihurumia na kukaa sakafuni ndani ya bafu na kulia mchana kutwa eti kwa sababu uliandaa chakula cha jioni na mume wako hakukushukuru. Jamani, nahitaji kutiwa moyo? Basi nenda umtie moyo mtu mwingine. Ah, nahisi vizuri kwa kusema hivyo. Hilo lazima lingetoka moyoni. Sikilizeni, jambo ni hili: tunao mito tofauti juu ya maisha yetu, na mwito wangu hasa ni kusaidia mwili wa Kristo ukue na ukomae. Kama Mungu angeniruhusu kuchagua, pengine ningechagua huduma nyepesi, lakini sikuipata. <laughs> Nilipata nyama na mboga. Lakini nataka nifanye kazi yangu vyema kwa Mungu, na nataka ajivunie kwa ajili yangu, na nitawaambia mpaka Yesu atakaporudi kunichukua na mimi. Kile ambacho Mungu anataka niwaambie wakati mwingine si kile mnachotaka kusikia, lakini kitakuwa cha manufaa kwenu baadaye. Hiyo ndio kazi yangu. Hebu tuangalie kwa haraka kitabu cha Ibrania 5 naamini mnaelewa kile ninachosema. Unajua, cha muhimu ni hili, unahitaji kujua kwanza kabisa wewe nani katika Kristo, kisha jambo la pili linahitaji kuwa, sasa nitamfanyia nini Kristo? Ndiyo, naomba uniruhusu nikwambie jinsi ulivyo mtu wa ajabu na jinsi Mungu anavyokupenda, na kwamba hufai kuishi chini ya hukumu. Na kuna neema na kuna rehema, na hatuhitaji kuishi maisha yetu kwa huzuni eti kwa sababu tuna dosari. Tunaweza tu kusema, Mungu ulijua udhaifu wangu uliponiita, kwa hivyo ni sharti utatue tatizo langu. Lakini leo sitaki kufikiria udhaifu wangu. Nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu na ya kutisha. Naomba unisamehe dhambi zangu zote. Lakini Mungu, ni nini nachoweza kukufanyia leo? Naweza kukutumikia kwa njia gani? Naweza kukusaidia kwa njia gani? Leo naweza kufanya nini ili kuboresha maisha ya mtu? Hamwezi kuamini ni saa ngapi nilitumia nikilia sana eti kwa sababu mume wangu alikuwa nje akicheza gofu au akitazama michezo. Huo ni upumbavu wa kiasi gani! <laughs> Basi, Mungu, Deva anatazama mechi tena na watoto wako nje wakicheza na nafaa kufanya kazi zote hapa kila wakati nili <laughs> <laughs> Mwishowe nilihisi kana kwamba Mungu alisema, uone ni jinsi unavyoonekana mpumbavu. Nakumbuka nilipokuwa mjamzito mzito miezi saba nilikuwa nimeketi kwenye sakafu ndani ya bafu kwenye sehemu ya nyuma ya nyumba, huku nikilia kwa sababu Deva alikuwa akitazama mechi na wakati huo nilikuwa tayari nafundisha Biblia nyumbani kwangu, na unajua usiku wa Jumanne nilitaka kuwa mwanamke wa Mungu mwenye nguvu kwa saa hiyo, lakini siku za wiki zilizosalia nilikuwa nalia na kufanya mambo ya kipumbavu, kwa sababu mtu fulani hakuwa akinishughulikia wala kunifanya nijihisi vizuri. Lakini sasa mimi mwimize nda akacheze gofu. Dave, mbona huendi kucheza gofu? Nenda ukacheze gofu, mbona usiende nje ukagonge mipira kadhaa ya gofu? Kwa sababu nataka kuketi chini nijivinjari pamoja na mbwa wangu na nikae na amani, na pia nataka kudhibiti runinga <coughs> lakini unajua tofauti ni gani sasa? Simhitaji tena anifanye nijihisi vizuri. Furaha yangu haitegemei anachosema au anachofanya, kwa sababu najua kwamba nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu. Najua mimi ni waajabu kwa sababu ya kile alichonifanyia Yesu alipokufa msalabani. Uh, haleluya! Jamani, nakumbuka wakati mmoja nilikuwa natembea sehemu ya kuegeza magari huku nikiwa na hisia nzito za kujihukumu. Sijui nilichokuwa nimefanya, lakini nilizongwa na hisia za kujihukumu kwa siku mbili au tatu. Niliegesha gari langu nyuma kabisa ya magari mengine ili kwa hakika nijionee huruma. Nilipokuwa nikitembea kuelekea dukani Mungu wangu, hakuna mtu mwovu kama mimi. Mungu wangu, hata sijui kama nimeokoka. Mungu wangu, mimi ni mtu mwovu sana, hakuna mtu aliye mbaya kama mimi. Na bado nakumbuka Roho Mtakatifu alininenea, una mpango gani wa kushinda dhambi hii? Bwana, nilikuwa mtu wa kiroho sana. Bwana, itanibidi nipokee tu dhabihu ulionitolea ulipokufa Kalvari. Nilijua jibu lakini siku analitumia maishani mwangu, na nakumbuka akisema na unapanga kufanya hivyo lini? Na nikaanza kupata ufunuo ah, nikaanza kuwaza pengine kama siku mbili au tatu hivi, baada ya kujihukumu mwenyewe kama njia ya kulipia dhambi niliyotenda. Sasa sikilizeni, niwambie, nakumbuka kitu ambacho Roho Mtakatifu aliweka moyoni mwangu. Alisema basi dhabihu hiyo hiyo itakayokuwa na nguvu baada ya siku tatu ina nguvu hata sasa hivi, kwa hivyo tafadhali usijisumbue sana, unaweza kuipokea leo, kwa sababu kusema kweli, nina mengi mengine nayohitaji uyafanye. Sikilizeni, huwezi kuwa na manufaa kwangu ukiwa katika hali hii. Ikiwa hutaki kujithamini kwa sababu nyingine yoyote ile, basi fanya hivyo kwa ajili ya Yesu. Tusije tukawa kama Eliya ambaye alipokuwa akifuatwa na Yezebeli alienda kaketi chini ya mti na kujihurumia sana na hata katamani afe. Basi Mungu alisema unafanya nini hapa? Unafanya nini hapa sasa? <laughs> Najaribu kuigiza vizuri, lakini sijui kama naweza. Waebrania tano kumi na mbili kwa maana iwapasapo kuwa walimu uu mnahitaji kufundishwa na mtu mafundisho ya kwanza ya maneno ya Mungu, nanyi mmekuwa mnahitaji maziwa, wala si chakula kigumu, uh -uh. Sasa wacheni nitoe maoni yangu kuhusiana na maziwa na nyama. Nafikiri maziwa ni zile jumbe tamu, kitinda mlo. Na nafikiri nyama hutufinyanga, hutufanya tutatizike kidogo <laughs> lakini kwa wanaompenda Mungu kwa dhati, nyama huainiwa katika kiwango cha juu zaidi. Amen. Sasa, kwa maana kila mtu atumiaye maziwa hajui sana neno la haki. Sasa hebu tuachie hapo. Basi hii inamaanisha nini? Anasema ikiwa tunachohitaji ni maziwa tu, basi bila shaka hatujui sisi ni nani ndani ya Kristo. Unaona, naweza kusikia ujumbe mkali unaonionea kwa ndani na kunikosoa, lakini hautanifanya nihisi vibaya. Naupenda, na hata kama ujumbe huu utanikosoa, sitatatizika kwa sababu najua mimi ni nani katika Kristo. Kwa hivyo kusikia ujumbe mkali kutoka kwa mtu hakunibabaishi, kwa sababu nauchukulia kama sauti ya Mungu kupitia mtu huyo, basi sitajihisi vibaya kujihusu. Mungu hutuadhibu kwa sababu anatupenda, na anapotunenea kuhusiana na tabia zetu, ni kwa sababu Mungu anatupenda, na hiyo inapaswa kutusisimua zaidi. Namshukuru Mungu ananinenea leo. Hiyo imetosha, nataka kuhakikisha kwamba mtahisi vizuri kabla mjaondoka. Kwa hivyo nitajaribu kurejelea swala hilo. Kujilinganisha na wengine ni kitu kisichokuwa na maana kabisa. Nasema hakina maana kabisa. Unajua, ni kwa miaka mingapi si kupenda utu wangu, kwa sababu ulikuwa ni wa ushupavu sana, wenye ujasiri bila mipaka, na nasingefungua kinywa changu bila kusikika, kana kwamba namzoma mtu, na nilitaka kuwa mzuri zaidi, na ningejaribu kuzungumza kwa sauti ya chini ili nisikike mpole na hata nijaribu kutembea kwa mwendo wa unyenyekevu <laughs> na si kwamba naongeza chumvi, lakini hatimaye nimeipata. Sasa je, unaweza kufikiria kama ningejaribu kufanya ninachofanya? <laughs> Je, unaweza kufikiria kama ningejaribu kufanya kazi hii, au kama ningeenda katika baadhi ya mataifa ninakoenda, ambapo kuna watu wanaobudu shetani na watu ambao wanaume wanawachukia wanawake. Kwa mfano nikienda huko na kusema ninafurahia sana kuwa katika nchi yenu, Bwana asifiwe, nataka tu mfahamu <laughs> na nilichukia sauti yangu, na sasa naelewa kwa nini Mungu alinipa sauti yangu. Ikiwa si kwa sababu nyingine, watu usikize kwa sababu ni ya kipekee. Ni mara ngapi nimesikia nikiwa kule nje sikukutambua lakini naijua sauti hiyo, sauti hiyo daima. Huwa nasema mimi ni sauti katika ufalme wa Mungu. Huenda sina ustadi katika mambo mengi, lakini naweza kuzungumza. Na mmesikiza hadithi zangu zote, na kumetokea mambo mengi ya kipuzi ajabu kuhusiana na sauti yangu. Nilipiga simu kwa saluni ili kufanya mpango wa kutengeneza uso na mwanamke alijibu simu yangu. Aliniuliza, je, una nywele usoni? <laughs> basi sikumwelewa. <laughs> Najipenda, unajua, nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu na ya kutisha. Niko sawa hapa na, basi kwa kweli nilifikiria, nina nyusi na kope usoni, hivi ndivyo nilifikiria na nikamwambia, ndio, nina nyusi nakope na kope. Naye akasema hapana, namaanisha, je, una ndevu? na nikasema mimi ni mwanamke <laughs> mimi ni mwanamke mwenye sauti nzito na nakwambia jambo hilo limekuwa likinichekesha sana. Nafikiri ni kitu cha kuchekesha sana. Na unajua nini? Kuna wakati jambo hilo lingenifanya niketi kwenye sakafu ya bafu kwa siku tatu. Hey, Mungu, nilikuwa kwenye mstari usiofaa ulipokuwa unagawa sauti. Mungu, sijui nini kibaya na mimi. Kwa nini niwe mwanamke na niwe na sauti kama hii? Mungu, ni jambo la kuaibisha sana. Mungu, inanitia aibu sana. Nafikiri huo ni mpagao Jamani, utashangazwa sana na jinsi mambo yako yatakavyobadilika, fadhaa utakayojiondolea utakaposema nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu na ya kutisha. Siko hivi kwa bahati mbaya, siko hivi kimakosa. Mungu ana jambo analotaka nilitekeleze. Hakika Mungu ana jambo analotaka ulitekeleze ambalo ni wewe peke yako ndio unaweza kulitekeleza. Kwa hivyo wacha kulalamika. Kwanza kabisa mambo ambayo tunafikiria ni udhaifu wetu. Iwapo tungekoma kuyatilia mkazo, hakuna mtu angeyagundua. Sisi sote ni tofauti. Nimekisoma kitabu vitabu kadhaa, lakini nimesoma vitabu kadhaa, hiyo ni kweli. Lakini mtu fulani kwa jina John Ortberg ameandika vitabu kadhaa ambavyo nimevifurahia, na katika mojawapo ya vitabu vyake alisimulia hadithi ninayofikiri ni ya kusisimua sana, kwa hivyo itawasaidia kuelewa ninachosema. Ndiyo, najua iko hapa. Ilikuwa wakati wa kulala, nikienda kwa chumba cha binti yangu ili kumlaza vizuri. Alikuwa amezingirwa na midoli aliyowapenda sana, alikuwa katika hali tulivu ya kuwa macho na kuwa usingizini. Nikakaa kando kwenye kitanda, nikatazama ndani ya macho yake madogo, hapo alipolala kwa utulivu kama mtu aliyebumbua, na nikajaribu kumwambia kilichokuwa moyoni mwangu, nashukuru sana kwamba uko hai. Je, unajua jinsi ninavyokupenda kipenzi changu? Hakuna zawadi nyingine nzuri zaidi maishani mwangu kama kuwa baba yako. Naye ya akaniangalia na akasema, baba, nakupenda sana. Machozi yakamtoka machoni mwake na machoni mwangu pia, sote tukatokwa na machozi. Akaweka mikono yake midogo shingoni mwangu. Mimi na yeye ni watu wa hisia za ndani, tulifurahia wakati huo. Ulikuwa ni wakati wa kukumbukwa nilitoka chumbani humo nikihisi kwamba kwa hakika nimehitimu kama baba. Naenda kwenye chumba kingine cha kulala. Mtoto huyu pia alizingirwa na midoli, japo wengine walikuwa wamepigwa teke na kuanguka sakafuni. Hakuwa katika ile hali nzuri ya utulivu kabla ya kulala, kwa sababu hajui maana ya utulivu huo. Anagia mbili peke yake, ya kuwa macho kabisa au ya kulala kabisa. Mfumo wake wa metaboli una kitufe cha kuwasha na kuzima, lakini haina swichi ya kufifisha na kaa kando kando ya kitanda chake ambacho bado hakijatulia kwa sababu hatulii kwa muda mrefu. Hangeweza kutulia hata kwa muda wa kutosha ili nimbumbuwaze. Nikarudia ujumbe ule ule, nashukuru sana kwamba uko hai. Je, unajua jinsi ninavyokupenda kipenzi changu? Hakuna zawadi nyingine nzuri zaidi maishani mwangu kama kuwa baba yako. Ghafla anatulia na nanitazama, kisha anasema, baba, kuna kitu kinaning'inia puani mwako. Sasa mambo ni kama hayo wenzangu. <laughs> Je, umewahi kugundua kwamba Mungu anapenda utofauti? Nasema si kwamba anaupenda kidogo tu, anapenda utofauti sana. Hata katika mambo ya kiasilia, vitu vya aina tofauti viko kwa kiasi kikubwa. Kwa mfano, kuna aina elfu kumi za ndege ndege peke yake aina elfu kumi za ndege peke yake. Ikiwa unataka kumuumba ndege, mbona asiwe ndege tu? Hapana, lazima kuwe na aina elfu kumi tofauti za ndege. Kuna aina mia tatu thelathini na tisa za mbwa, aina elfu mia mbili hamsini za maua, aina elfu mia mbili hamsini za samaki. Mungu anapenda utofauti. Hebu tazama hayo yote, rangi na maumbo na vipimo, na tazama yule jamaa pale, ana sura isiyo ya kawaida. Tazama mdomo wa yule pale u, wow. Wau wow, hebu angalia mdomo huo. Kuna aina elfu ishirini za vipepeo. Hebu sikilizeni hii, na niliangalia tena kuhakikisha hii kuna aina elfu ishirini na sita za maua aina ya okid, aina hiyo pekee. Aina elfu nane za magugu, na pengine unafikiria wewe ni gugu. Sawa, wacha nikuambie, haya ni manufaa kumi ya magugu: kuimarisha udongo makao na chakula kwa wanyama pori, nekta kwa nyuki, huleta umaridadi, huongeza mbolea mchangani, huwa hifadhi ya jeni, ni nzuri kama chakula kwa wanadamu, na huwa chanzo cha ajira kwa wengi kwa sababu watu wengi huyaondoa. Basi Mungu hupenda utofauti. Kwa nini pia sisi tusipende utofauti? Kwa nini Mungu atume kwa namna sawa, tufanane na tuwe na tabia sawa? Na ni wakati wa kukoma kutaka kuwa kama mtu mwingine. Unajua, nilitembea karibu na Natalie Grant leo huko nyuma na nikampongeza kwa sauti yake, na kuna wakati ningemwambia laiti ningeliweza kuimba kama wewe, lakini sikusema hivyo leo. Nilisema kuna wakati ambapo ningesema laiti ningeliweza kuimba kama wewe, lakini ukweli ni kwamba napenda kuwa jinsi nilivyo kwa sababu unajua, niligundua nini ikiwa nataka tu kufanya kile ambacho mtu mwingine anaweza kufanya basi siwezi kukithamini ndani yao, kwa sababu nimejaa hamu ya kukipata mimi. Na ukweli ni kwamba Mungu aliweka kipawa hicho ndani yake kwa ajili yetu, ili tukifurahie, bali si kukionea wivu na kutamani tungekuwa nacho. Unajua, kipawa changu kinakufaa zaidi ya jinsi kinavyonifaa mimi. Kinanifanya nifanye kazi na watu wengi hufikiri ah, laiti ningelifanya unachokifanya. Je, ungependa kufanya kile tunachokifanya ili nawe pia upate kufanya tunachokifanya? <laughs> na unajua, Mungu anapokuwezesha kufanya kitu, kuna mambo mengine mengi yanayoenda sambamba na kitu hicho. Unajua, sisi sote ni tofauti. Hebu wasichana wetu kumi waje hapa. Sisi sote ni tofauti na tunahitaji kufahamu kwamba kila mmoja wetu ni mzuri mbele za Mungu kwa njia ya kipekee. Hebu tuone, njoni hapa juu na msimame ili kila mtu awaone. Wa njoni tu hapa mbele, sawa. Nendeni kwenye mstari wa mbele, akina dada hapa mbele. Uhuhu, sisi sote hatuwezi kuwa hapo chini, unaona, lazima kuwe na mtu wa kuwaelekeza. Basi njoni, sawa. Sasa sikilizeni, hakuna wawili kati ya akina dada hawa wanaofanana hata kwa njia moja. Je, kunao? Hakuna. Hebu angalieni. Niliagiza walete wale walio warefu pia na huyu huyu ni, ni Rose. Huyu ni karani wa Dev. Macho yao yanaweza kutazamana moja kwa moja. Dev akiketi na Rose asimame. Amen. Hapa tunaye msichana mrembo aliye na nywele zake asilia. Kama mtawahi kuona zangu lakini hizi ni zake. Tuna aina tofauti tofauti za nywele. Kuna nywele za kahawia, mchanganyiko wa kahawia na manjano, nyeupe, nyeusi na nywele nyeusi zaidi, na pia tuna hii ya kupendeza, nywele kubwa zilizojipinda pinda, yeah, Nywele zinazoweza kujaza chumba kizima. Nimemjua Jackie kwa zaidi ya miaka 30 kila wakati anajaribu kuzinyosha nywele zake, nami nazipenda zikiwa zimepinda pinda. Ni jambo la ajabu sio? Wow. Si ungefurahia kama ungeweza kuamka na kufanya hivyo kisha uendelee na shughuli zako. Lakini jambo ni hili. Niangalieni, mara ya mwisho dada zangu. Mko jinsi mlivyo basi mjikubali hivyo hivyo, nimesema. <laughs> Mko jinsi mlivyo, kwa hivyo mjikubali hivyo hivyo. Pengine unasema mimi sipendi jinsi nilivyo, basi hiyo imaanishi utapata kitu kingine tofauti. Hivyo ndivyo nilivyohisi kusema wiki hii, na jambo lingine lililokuwa nalo moyoni la kusema ni kwamba ikiwa kuna kitu kuhusu mwili wako, nywele zako, hiki na kile chako ambacho hukipendi, ikiwa una uwezo wa kukibadilisha, fanya hivyo. Sitaki kuwa na mvi katika kiwango hiki, kwa sababu japo na miaka sabini, sitaki kuonekana hivyo. Kwa hivyo, naweza kufanya kitu kuhusu hali hiyo. Kwa hivyo, mimi hufanye kitu. Lakini ikiwa huwezi, ikiwa kuna kitu katika maisha yako ambacho huwezi kukibadilisha basi usiku wa leo nataka ukikubali na ukikumbatie. Mnaweza kuketi sasa. Kina dada, asanteni, si ni warembo kweli? Wapigieni makofi. Unajua nini hiki? Ni kitambaa kilichoshonwa kwa mshono tarazo. Binti yangu ushona mshono tarazo, unaona. Huu ni upande wa nyuma, na unapoutazama unasema, sijui hii itakuwa nini. Basi hivyo ndivyo tulivyo wakati mwingine. Mungu bado hajamaliza, lakini sisi tunajiuliza sasa, hii itakuwa nini? Lakini unaona, sisi huona upande huu, Mungu naye anaona upande huu. Yeye huiona ikiwa kamilifu na ya kupendeza. Ni lazima mwamini Mungu na maisha yako. Tazama hii. Mtu fulani alinitumia hizi leo. Kila kitu ni tofauti, rangi tofauti, maumbo tofauti, na la kusisimua ni kwamba unapoziweka zote pamoja, tazama jinsi zinavyopendeza. Kwa hivyo sote tuko tofauti, rangi tofauti, maumbo tofauti, vipimo tofauti, talanta tofauti, na uwezo tofauti, na ikiwa tunaweza kukoma kujilinganisha na wengine na kuwaonea wivu, huenda tukaungana na kumfanyia Mungu kitu cha ajabu jamani. Nimesema, huenda tukaungana na kumfanyia Mungu kitu cha ajabu jamani. Mpeni Mungu sifa kubwa usiku wa leo, wu haleluya!